Nilisikia sauti chooni usiku, nilipochungulia sikuamini macho yangu. Nilikuwa mwanafunzi wa mwaka wa pili katika chuo cha ualimu Ifakara, kanda ya kusini mwa Tanzania. Chuo kilikuwa kimya, kikiwa kimezungukwa na msitu mdogo uliotenganishwa na ukuta wa saruji na nyasi ndefu zilizomea kwa fujo. Ingawa mazingira yalionekana ya kawaida kwa jicho la haraka, kila aliyekuwa hapo alijua fika kuwa kulikuwa na kitu cha ajabu kilichojificha usiku. Wenzangu walinipatia jina la holehole hole kwa sababu ya sura yangu ya ukimya na tabia ya kujitenga. Nilipenda kutafuta sehemu tulivu, kusoma vitabu vya hadithi na kutafakari maisha. Nilikuwa sina marafiki wa karibu isipokuwa Heni, mtu pekee ambaye aliweza kunifanya nicheke hata nilipokuwa kwenye huzuni. Siku moja, ilikuwa ni Ijumaa ya wiki ya mwisho kabla ya likizo. Wanafunzi wengi walikuwa wameshaondoka na kwenda majumbani kwao na waliobaki walikuwa wachache. Niliamua kubaki ili kukamilisha kazi ya utafiti ambayo nilikuwa nimechelewesha kwa muda mrefu. Usiku huo nilibaki peke yangu katika bweni la wanaume ule. Wingi wa vitanda visivyo na watu ulizidi kunipa hofu, lakini niliipuuza. Bweni ninalolala mimi limepoa sana, ukikohoa sauti yako inasikika kama mwangwi tu. Kwa ukimya wa bwenini, kama hauna roho ngumu, unaweza kimbia kwa uoga. Taa zikaanza kuzima na kuwaka upande wangu, niliona ni jambo la kawaida kumbe. Kuna siri nzito nyuma ya pazia, mimi sikujua lolote, maana huwa napenda kukaa peke yangu na huwa siamini kama uchawi upo. Nilioga nikajiandaa kwa ajili ya kulala, ilipofika saa tano na nusu usiku, usingizi ukanichukua. Ndoto za kutisha zikashika kasi kwenye kichwa changu. Niliota ndoto mbaya nikiwa ndani ya jeneza jeupe, halafu wanafunzi wenzangu wananiaga. Kwa kweli usiku wa leo umekuwa wa kipekee sana. Nikaamka haraka, hofu kubwa imenitanda. Taa za bwenini bado zinazima na kuwaka, nikavuta pumzi nzito. Jibu nililopata ni ni huenda ndoto mbaya zimenitokea kwa sababu sijasali wakati wa kulala. Ikanibidi nichukua Biblia yangu ilivyokuwa ndani ya begi langu. Nikasoma fungu moja kisha nikalala tena. Awamu hii nililala usingizi mnono ingawaje furaha yangu ilidumu kwa masaa kadhaa kabla mambo hayajavurugika. Ama kweli leo nimeyakanyaga. Ilipofika saa nane usiku niliamka nikiwa na haja ndogo. Nilichukua tochi yangu ndogo ya mkononi na kuelekea chooni. Njiani nilihisi upepo mkali ulionifanya kusisimka mwili mzima, lakini nilijikumbusha kuwa ni hali ya kawaida kutokana na kwamba nipo Ifakara. Nyakati kama hizi huwa kuna baridi na wanyama wa pori wapo karibu Usijiulize chuo chetu kipoje. Hapo mwanzo nilikuambia chuo chetu kipo katikati ya pori kubwa la wanyama. Ulinzi umeimarishwa vyema, ingawaje wanyama kuna muda wanaruka ukuta. Nilipokaribia chooni, nilihisi kama kuna mtu ametembea mbele yangu, kivuli kilikatiza haraka. Niliposimamisha mwanga wa tochi, sikumwona yeyote. Nilitetemeka, nikavuta pumzi ndefu, kisha nikaendelea. Nilipofika mlangoni, nilisikiliza kwa muda, kulikuwa kimya. Ghafla nikasikia sauti kutoka ndani. Ilikuwa sauti ya mwanamke ikilia, sauti laini ya huzuni iliyopenya hadi kwenye mifupa yangu. Nilishikwa na wasiwasi. Kwa nini mwanamke awe chooni saa nane usiku tena kwenye bweni la wanaume? Nilichungulia kwa tahadhari, na hapo ndipo nilipopigwa na butwa. Mwanamke mmoja alikuwa amekaa sakafuni akiwa amevaa gauni jekundu lililolowa damu. Nywele zake zilikuwa ndefu zimetapakaa usoni, na alikuwa akiangalia moja kwa moja upande wangu macho yetu yalipokutana alitabasamu. Sauti yake ilianza kuimba wimbo wa zamani wa dini, ule ambao bibi yangu alikuwa akiimba usiku kabla ya kulala. Wimbo ulikuwa unasema hivi, Ei Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Nilishindwa kuondoa macho yangu mguu wangu mmoja ulijikuta unafanya hatua ya kurudi nyuma, lakini mwili wangu ulikuwa kama umepigwa ganzi. Akiwa bado ananiangalia, alinyanyuka. Hakutembea kama binadamu wa kawaida, yeye aliyeyuka ardhini polepole kama moshi unaopotea angani. Nilipiga kelele, nikakimbia kwa kasi hadi bweni. Usiku huo sikuweza kulala. Siku iliyofuata nilimtafuta Henry na kumweleza kila kitu, lakini badala ya kunicheka uso wake ulijaa hofu. Aliniambia kuwa mimi si wa kwanza kuona hiyo roho. Henry akasema kwa sauti ya upole, huyo ni Miriam, mwanafunzi aliyekufa miaka sita iliyopita. Alibakwa na kuuawa humo chooni wakati wa likizo. Mwili wake ulipatikana wiki moja baadaye ukiwa umeoza, lakini roho yake haijawahi kupumzika. Nilihisi mapigo ya moyo ya kizidi. Henry alinishauri tukamwone mlinzi mzee anayeitwa Mzee Ngoma, aliyekuwa akilinda chuoni kwa zaidi ya miaka kumi. Tulipomweleza yote, Mzee Ngoma alinyamaza kwa muda mrefu, kisha akasema, Miriam huwa anarudi kila mwaka kipindi hiki hiki cha likizo. Hana anayemwombea, roho yake imefungwa na kilio cha mateso. Tulishauriwa kwenda kanisani na kutoa misa ya wafu. Tulikusanya wanafunzi wachache waliobaki, na kwa msaada wa padre Joseph wa parokia ya karibu tulifanya ibada maalum usiku wa mwisho kabla ya kuondoka chuoni. Nilijikuta tena nikiamka usiku, lakini safari hii sikuhisi woga. Nilitembea hadi chooni, nikasimama mlangoni, na nikasema kwa sauti ya upole, "Miriam, pole kwa yote uliopitia, sisi hatuwezi kufuta yaliyopita, lakini tutakuombea upumzike kwa amani. Kulikuwa kimya kwa dakika moja, kisha upepo wa ghafla ulivuma, mlango wa choo ukafunguka kidogo. Niliona kivuli cha mwanamke kikiwa kimetulia, sauti ya faraja ilisikika ikisema, asante e. Tangu siku hiyo hakuna mwanafunzi aliyewahi kuripoti tena kuona roho ya Miriam. Choo kilibaki mahali pa kawaida, hakikuonekana tena laana yoyote. Lakini mimi kila mara ninapokaribia chooni usiku, huwa ninasimama kidogo na kusema sala ya haraka, sio kwa sababu naogopa, bali kwa sababu najua hata roho zisizoonekana hujua kutambua wema. Funzo. Simulizi hii inatukumbusha umuhimu wa kuwaombea wapendwa wetu waliotangulia mbele za haki. Tuwaombe ili nafsi zao zipumzike. Wapo waliokufa kwa mipango ya Mungu na wengine vifo vyao ni chanzo cha wanadamu wenzetu. Tujifunze kuwa watu wa ibada kila wakati. Kwa kufanya hivyo, roho za wapendwa wetu zitalala mahali pema peponi. Tafadhali subscribe YouTube channel hii ili uwe wa kwanza kupata simulizi zetu kila siku. Kwa leo naishia hapa. Endelea kufuatilia simulizi zetu ndani ya hii channel. Asante.